Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya Faraja, katika kipindi hiki tunapotafakari juu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo kama yanavyoonekana katika Sande ya Torino, mazungumzo yanayoletwa na Padre Stanslaus Mutajwaha wa mkurugenzi wa shule ya sekondari ya Kwa Uso, iliyojengwa kwa mwenzi huyu tunayekutana naye katika Sande ya Torino. Tuheshimu uso wake mtakatifu, tuheshimu na tuienzi huruma yake isiyojua mipaka, huyu aliyekuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe na hoteli. Karibu ni leo, ni siku ya kumi na nne ya kipindi chetu cha tafakari ambayo imepangwa ichukue siku arobaini na saba na leo ikiwa ni siku ya kumi na nne ya kipindi cha Kwaresima tutazungumza juu ya arkeolojia na utamaduni wa kusulubu. Taanza kwa nukuu basi: wewe nithibitishie kwamba picha hii si ya Kristo, lakini rafiki yangu, siwezi kuficha hili, itakuia wewe vigumu zaidi kuthibitisha kwamba mtu wa sanda si Kristo kuliko ilivyoenulia mimi kuonyesha kwamba hakika ni yeye mwisho wa nukuu. Huyo ni Yves Delage, mkanamungu profesa wa anatomia, chuo kikuu cha Sobon Ufaransa, mwaka elfu moja mia tisa na mbili. Kuhusu swala la kusulubu, fani ya arkeolojia inatoa mwanga kiasi fulani mwaka 1968 katika kitongoji cha Givat Ha Mitfa karibu na Yerusalemu, Basilios Saferis aligundua masalia ya watu kadhaa waliouawa kikatili enzi mfalme Herod; baadhi yao ni watoto na wanawake. Kati yao kuna mifupa ya mwanaume mmoja mwenye umri kati ya miaka 24 mpaka 28 aliyesulubiwa msumari uliotumika kumfungia msalabani ulipitishwa kwenye visigino vya miguu. Ni msumari mrefu inchi saba au kati ya sentimita kumi na saba kumi na nane. Ni kijana wa Kiyahudi, labda kosa lake ni la kisiasa kuliko makosa ya uhalifu au wizi. Kwenye ubao uliopigiliwa kwenye msalaba wake kuna jina lake Yohan, Yohan mwana wa Ezekiel. Miguu yake ilivunjwa, ni kama ilivyovunjwa miguu ya wakumi wawili waliosulubishwa pamoja na Yesu. Kuvunja miguu ni tendo lililoitwa kurifraju. Lengo la tendo la kuvunja miguu ni kuharakisha kifo cha msulubiwa. Bila mifupa ya miguu msulubiwa awezi kujinua msalabani kuvuta hewa mpya. Haifahamiki ni lini wala wapi binadamu walianza kutumia njia ya kumtundika binadamu wenzake msalabani hadi kufa. Profesa Bayoma Molon anafikiri kwamba labda waliobuni njia ya adhabu ya kifo walitaka kuepukana na maumivu ya kimawazo ya kuua moja kwa moja kwa upande wa watekelezaji wa adhabu hii labda walipendelea kumwacha mhukumiwa afe peke yake. Wena mwanzoni hapakuwepo hata kanuni maalum za kusulubu. Hata hivyo, inafahamika kwamba nyakati za Waashuri, Wamedi na Waperusi na baadaye wa Kartago, desturi ya kuua kwa kutundika msalabani ilifahamika na ilitumika sana. Mfalme Alexander Mkuu alitumia njia hii mara nyingi kama onyo kwa watu wengine, wakati wa vita ya kupanua miliki yake. Warumi walijifunza adhabu ya msalaba kutoka katika nchi za Asia Ndogo, na labda walianza kuitumia mnamo miaka kati ya 219 mpaka 201 kabla ya Kristo. Kwa mujibu wa sheria ya Kirumi, kutundikwa msalabani ilikuwa adhabu kwa ajili ya adui mateka wa vita au watumwa. Raia wa Kirumi hawakupewa adhabu hii isipokuwa wale waliohusishwa na mipango au vitendo vya maasi. Haikuwa desturi ya Wagiriki kusulubu, walisulubu mara chache hawa. Kwa Wayahudi kusulubu kulikuwa ni mwiko. Wayahudi walitekeleza adhabu ya kifo kwa kupigwa mawe kawaida. Kabla ya kutundikwa msalabani, mfungwa alipigwa mijeredi mingi, kama wasimuliavyo wana historia kama Horas Cicero na Josephus Flavius. Njia ya kusulibisha ilipendelewa sababu ilimtesa sana mhukumiwa kwa muda mrefu, kusudi labda wale watakaoshuhudia wasijaribu maasi au pinzani ni njia iliyotumika sana. Inasemekana kwa mfano, kwamba walisulubishwa watu elfu sita katika maasi ya Spartaco. Hali ilipozidi kuchafuka wakati wa mazingiwa wa Yerusalemu, mfalme Tito aliwasulubisha kwa wastani watu wapatao mia tano kila siku. Josephus Flavius mwanahistoria mashuhuri wa wakati huo, anaeleza kwamba walisulubishwa watu wengi hivyo kwamba hapakuwepo nafasi ya kutosha kwa ajili ya kusimika misalaba wala misalaba ya kutosha kwa ajili ya mateka waliosubiri zamu yao ya kutundikwa. Wayahudi hawakujua kusulubu, wao walipiga kwa mawe mpaka kufa. Kama tulivyosema hapo awali, muundo wa msalaba ulikuwaje? Kawaida msalaba ulitengenezwa hivi kulikuwa na nguzo moja iliyobaki daima imesimikwa ardhini warumi waliita hiyo nguzo stipes halafu kulikuwa na gogo gogo fupi zaidi ili liliwekwa baadaye sawa sawa hivyo kwamba utoke msalaba unaofanana na herufi T ili gogo liliitwa patibulum au furka mara nyingi kuliwekwa kipande kifupi cha mbao sehemu ya kitako kwa mhukumiwa kumwezesha kujipumzisha kidogo. Kiliitwa sedile. Hata hivyo, hicho kiti hakikutengenezwa kwa ajili ya kumpa msulibua raha. Hivyo kilitengenezwa kimechomoza chomoza kusudi alisulibua apaswe kukikalia kidogo na kukiacha mara chache chache, kingewekwa kipande kingine chini ya miguu. Hicho kiliitwa suppedaneum. Jina la msulibua na kosa lake liliandikwa kwenye ubao mwingine ulioitwa titulus. Basi hayo ni machache kuhusu akiolojia na tamaduni za kusulubwa. Ndugu zangu wasikilizaji, kwa maneno hayo tufunge kipindi chetu cha leo, kipindi cha siku ya kumi na nne ya tafakari yetu juu ya sanda na mateso ya hiyo mpata huyu mtu wa sanda. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na kesho basi tutazungumza juu ya kitu kingine, lancea na clavi trabalis, mifano ya vyombo vya kuuliwa hivi vile vile, ni jambo la arkeolojia. Asanteni sana, na Mungu awabariki.